Wakati hayo yanaendelea e, tunakupa pia habari njema kuhusiana na Selcom Pesa e, Selcom ni hud, moja kati ya huduma za kifedha ambazo e, zina manufaa mengi ama zina faida nyingi kwako wewe e, kiuchumi na tutaifahamu zaidi na tumealika viongozi wa Selcom bila shaka. Uh, sio jina geni, umekusikia kuhusu Selcom lakini sasa tunakupa faida za kutumia huduma hii uh, na namna ambavyo unaweza uka, uh, uka, uka, uka, uka, uka uh, mesi, unasemaje ukatunza uh, uka pesa mm, kikawa kama uh, ni kibubu cha Selcom, lakini kikakusaidia sasa katika miamala yako yes. uh, ukapata makato kidogo kabisa. Maumivu ya pesa, unajua pesa tunatafuta kwa nguvu eh? Eh. Kwa hiyo maumivu ya pesa yapungue basi lazima, lazima tuzitumie, lazima tuzitumie eh. Kwa kwa umakini kabisa, yani nidhamu sasa mm hivi -hmm. Kwa nidhamu ya kutumia pesa na hasa, sasa hasa katika manunuzi tumekuwa mm tumeona -hmm. Sehemu nyingi zinaandikwa lipa na Selcom, lipa na Selcom yes. Kwa yule ambaye alikuwa akiona lakini akihisi labda ni kitu cha ajabu au ni cha high class mm -hmm. Eh, sasa leo utapata nafasi ya kufahamu Selcom ni nini, inafanyaje kazi, unaweza kuweka kuanzia kiwango gani ukuti hata Haya, tu karibishe wageni ambao tumewaalika hapa mm. Eh, shum, Shumbana Walwa, yeye ni mkuu wa kitengo cha masoko wa Selcom. Karibu sana Shumbana. Lakini pia sijaona Malosha, yeye ni afisa masoko mwandamizi eh, wa Selcom. Karibuni sana. Asante ulivyoongea kabisa kabisa ya, so Selcom ni jina pana, lakini ningependa nimchambulie kupitia Selcom Pesa. Selcom Pesa ni application uh, so, uh, ambayo uh, inaruhusu kufanya miamala au inawezesha kufanya miamala <trata3> aina zote kwa maana ya kutuma pesa, kulipa bili, kufanya lipa namba. Siku hizi tunafahamu umesema unaenda sehemu nakutana na lipa kwa simu au lipa namba. Lipa namba kupitia Selcom Pesa inawezekana. Hmm. Unaweza kulipa bili aina zote binafsi, za serikali, bili zote zinapatikana, lakini kikubwa kama mambo yote ambayo tunazungumzia watu wanaweza kuyafanya kupitia simu zao za mkononi au benki zao. Kwa nini utumie Selcom Pesa? Kikubwa ni kwamba Selcom Pesa ina makato madogo kuliko Aa, nimempenda dada amesema kwa makato madogo ndio hiyo ni Selcom Pesa. Makato madogo kuliko kwa maana gani? Aa, ukitumia Selcom Pesa kutuma pesa kwenda mtandao wote au benki yoyote, unaokoa zaidi ya asilimia 60 ambayo ungetumia simu yako, kwa maana mtandao wako wa simu au benki yako. Um, huwa napenda kuwapa watu mifano. Sasa hivi kutuma shilingi elfu kumi na Selcom Pesa, ambayo mwananchi wa kawaida anaifanyia kazi Selcom Pesa, tutakata shilingi 300 tu lakini ukituma elfu kumi kutoka kwenye mtandao mwingine kwenda mtandao mwingine au benki ni zaidi ya shilingi elfu moja mia nane na kadhalika, kwa asilimia sitini ambayo unayokuwa nayo Selcom Pesa. Inaanzia hapo ukituma Yo, shilingi elfu ishirini mpaka elfu ishirini na tisa unakatwa shilingi mia nne tu. Sehemu nyingine zinaanza kusoma elfu moja mia ngapi, elfu moja mia ngapi, laki moja mpaka laki na tisini na tisa unakatwa shilingi elfu moja tu. Sehemu nyingine kwenye Selcom Pesa, sehemu nyingine mnafahamu makato yalivyo, ila kikubwa zaidi wale wafanyabiashara ambao ndo wameipokea sana Selcom Pesa, kutuma milioni moja mpaka milioni tano ndani ya Selcom Pesa unakata shilingi elfu moja mia tisa tu milioni moja mpaka milioni tano elfu moja mia tisa tu ndio gharama ya makato. Sasa fikiria sehemu nyingine, kwa maana ya benki au mtandao wa simu, shilingi milioni moja mpaka milioni tano sio chini ya shilingi elfu kumi elfu ishirini wengine, inategemeana, lakini hauchuki chini ya shilingi elfu kumi So, kompesa tunakwambia ni shilingi elfu moja mia tisa tu, lakini kwa sababu sisi ni benki ambayo ni Selcom Microfinance Bank unaweza kutuma zaidi ya milioni tano ambapo mtandao wa simu hauwezi. Kwa hiyo milioni tano mpaka milioni ishirini kupitia Selcom Pesa unakatwa shilingi elfu mbili mia tano hamsini tu elfu, mm. hiyo ni milioni tano mpaka milioni ishirini Kwa hiyo tunawaambia wanaotusikiliza na kutuangalia, Selcom Pesa ni application ambayo inapatikana kwenye mita, a, simu aina zote, iwe ni Play Store au App Store. Application hii inafanyaje kazi? unaweza kupakua kama ambavyo unapakua Instagram. Ukajisajili jina lako, namba yako ya simu, kikubwa ni nida namba yako. Ambayo sasa hivi tumeona serikali yetu imetusaidia unaweza kuwa na nida namba yako, ukaiweka pale, itakuletea system nzima ya nida utambulisho wako utasema ni wewe, then utaendelea. Zoezi na kwa limekamilika. Baada ya hapo unaanza sasa kufanya miamala yako. Kuingiza pesa, unaweza kujamishia kutoka benki au mtandao wa simu. Then ukaona hizi gharama ambazo tunazungumza kuokoa zaidi ya 60% zinaendaje? Nimetaja baadhi ya miamala lakini ukiingia humo ndani utaona zaidi, na kiukweli kwa wale ambao wamekwisha itumia wameshindwa kuondoka, kwa sababu anaona namna ambavyo wanaokoa. Kwa hiyo pesa ambazo wanafanya miamala zinazoikaa kwenye akaunti yoyote, labda inaweza ikawa ni ya, ya, ya mtandao wa simu au ya benki, sio, hapana, so Selcom Pesa application hii inabidi uingize pesa, kwa hiyo unaweza kuingiza pesa yako kutoka kwenye mtandao wa simu au kutoka kwenye benki yako. Unatuma una pesa kutoka kwenye mtandao wako wa simu kama ambavyo ungemtumia mtu pesa, sasa unajitumia wewe kwenye Selcom Pesa yako. Kwenye zoezi la kutuma pesa, namba yako ya simu inakuwa akaunti, yani ni akaunti kabisa, na iko ndani ya usimamizi wa Bank of Tanzania au Benki Kuu ya Tanzania. Ukifanya zoezi la kutuma pesa, utakachoombwa ni namba yako ya simu. Sisi tumesema mteja kukumbuka akaunti namba yake ni zoezi zito sana, kwa hiyo wakati wa kujisajili, ile hatua kwanza baada ya kupakua namba ya simu ambayo utaulizwa pale ndio akaunti namba yako ya Selcom Pesa. Kwa wakati, wakati wa kutuma pesa kutoka mtandao wako wa simu au benki yako huwa utaingiza ile namba ya simu, utachagua kwenda Selcom Microfinance Bank hmm, na pesa itaingia moja kwa moja. Sawa sawa. Haya, ah, yes, tukija kwako, sijaona, tueleze huduma nyingine sasa ambazo zipo ndani ya Selcom Pesa ukiachana na kutuma miamala na kupokea uh, asante uh... Kwanza, labda ningeomba ningeanza kwa hmm. uh, kuwapa pole hmm. kwa msiba hmm. na maombolezo ambayo tunaendelea ya ndugu yetu uh, Chazi hmm. uh, Selcom Pesa ni pana hmm. yaani, licha ya kwamba mteja anaweza akatuma pesa au ku, ku, kupokea uh, pesa kutoka mitandao ya simu au benki hmm. lakini Selcom Pesa bado ina huduma zingine, kwa mfano za kulipa namba mteja uh, ulikuwa unazungumzia hapa mwanzo, nimefurahi sana ni yes. Kwa sababu niona mtu ambaye anaifahamu kwamba umekula sehemu kwenye yeah. migahawa au umekwenda supermarket au umekwenda kwenye vituo vya mafuta, siku hizi kunalipa namba mm. za benki au za mitandao ya simu mm. Wewe kwa kutumia Selcom Pesa una uwezo wa kulipa. Aidha, kwa kuandika ile namba ya lipa au kwa kuskani, jinsi ambavyo teknolojia imerahisishwa, lakini mbali na hapo na gharama zote hizo nazifanya kwa gharama nafuu kabisa. Shumbana atakuja kuelezea kuna ofa hapo ndani yake, lakini kupitia Selcom pesa bado tunakupa kadi ya kidijitali mm. Oh. kadi yetu kama hii. Shumbana mwanzo alisema hii ni akaunti, unapewa kadi ya kuweza kufanya miamala. Tunazo kadi za aina mbili. Kuna vicho kadi ambayo yenyewe automatically unapokuwa ume umeipakua ile applications Selcom Pesa inakuepo kwenye uh, app yako lakini, uh, hii ni physical kadi ambayo unaweza kutembea na nadhani, unaona black kadi hmm. Ukitoa sehemu watu, unaelewa umetoa kadi ya thamani kiasi gani. hmm. Unaweza kufanyia uh, miamala yako kwa kuchanja sawa, au kwenda kwenye ATM yoyote ambayo inapokea Mastercard. Ina maana unazungumzia ukiona kadi kama hii Selcom Pesa ni zaidi ya kuwepo Tanzania tu. hmm. Unaweza kufanya miamala hata ukiwa nje ya nchi kupitia Uh, Mastercard. Hmm. Na kizuri unapotumia kadi hii kwa mfano, kufanya malipo, unapochanja kwenye zile POS, supermarket na sehemu zingine ni bule hmm. Uh, lakini kadi hii ni salama, umeiona hii, ukiangusha mtu hawezi kuitumia, kwa sababu uh, taarifa zako ziko kwenye application yako, na ukiona uh, nime, nime, ninaweza kuhinani, unaweza ukai cancel ukaikanseli kule, kule au unaweza uka ukaifanya uka, uka yaani usiiwezeshe ikaendelea kufanya mm. uh, miamala. mm, yeah. Lakini ufanyaai uh, kwenye huduma zingine ambazo unaweza kuzipata kupitia Selcom Pesa, huduma ni nyingi kwa kweli. Na na mfanyabiashara anufaikaje? Mfanyabiashara, mimi na kiwanda changu kwa nini niwe na Selcom Pesa? Okay. Kwa mfanya biashara naomba dada Shumbana hapa <laughs> anipe uh, utamu zaidi. Okay. Uh, so kwa mfanya biashara ni watu ambao tumewazingatia, la kwanza ni kwamba yeye anaweza kufanya zoezi la kutuma pesa mm. kwa ajili ya biashara zake, nataka kununua mzigo, unaweza kufanya hivyo kupitia Selcom Pesa. Kumbuka tumeelezea Selcom Pesa, unaweza kutuma zaidi ya milioni tano kwenda juu mm. ambapo mtandao wako wa simu huwezi. Lakini milioni tano kwenda juu, unahitaji kuletewa mzigo Um, umetumiwa lipa namba ya mfanyabiashara mwenzie ambaye analeta mzigo, kutuma milioni tano, milioni sita, milioni saba mpaka milioni ishirini ndani ya Selcom Pesa inawezekana. Lakini kikubwa mfanyabiashara, kwa nini utumie, ni kwamba kwetu utakata shilingi 2550 tu milioni tano na mpaka milioni ishirini, sehemu nyingine ni zaidi ya shilingi 10 na 20 mpaka 40 na 60 kufika milioni ishirini, lakini kikubwa kingine, sasa hivi tunafahamu, dunia sasa hivi watu wengi hawatembei na pesa mkononi, watu wanatembea na pesa kwenye simu kwenye benki zao, mitandao ya simu hivyo. Na Selcom Pesa wateja ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kama wateja wako hawana keshi, wewe una mfumo gani maalum wa kupokea pesa kwa njia ya kidijitali? Selcom Pesa kupitia application yetu tumewezesha wafanyabiashara kuweza kupakua lipa namba wenyewe sehemu nyingine au maisha tuliozoea alipa namba kuipata ni lazima uitafute mfanyabiashara, kama ni mtandao wa simu au benki, procedures zianze maka, makaratasi, yani mchakato mchaka unakuwa mrefu sana, lakini ndani ya Selcom Pesa tunakwambia pakua application, alafu ingia, kuna kisehemu kinaitwa kiniki icon kama ki QR code. ukikibonyeza hicho ambacho mwonekano wake huwa anasema mambo kwa ushahidi, inaweza ikawa na mwonekano kama huu. Kwa hiyo, ukikibonyeza hiki, inakwambia inakuwa umejionyesha, unahitaji lipa namba. Itaomba tin namba yako, kwa sababu tunafahamu utaratibu wa biashara, tin namba ni jambo la muhimu. Ukiweka tin namba yako, papo hapo mpate lipa namba yako ile lipa namba pale unaweza kujitumia kwenye WhatsApp ukatuma kwenye email yako ukawatumia wateja wako wote, na ukaweza kuanza kupokea pesa kwa kutumia mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo haupo au au kosi nafasi ya kumtolea huduma mteja wako ambaye amekuja na cash au mteja wako ambaye amekuja na simu uh, pesa kwenye simu. Lakini pia lipa namba hiyo unaweza ukaiprint wewe mwenyewe ukaibandika kwenye sehemu yako ya biashara ukaendelea kupokea malipo. Mm -hmm. na kikubwa kabisa lipa namba zetu hazina ki wanasema, hazina limit ya kiwango, kwamba ikifika kiwango fulani ndani ya siku huwezi kupokea zaidi. Lipa namba yetu unaweza kupokea kiwango chochote. Na kingine ambacho wafanyabiashara anakipenda ni kwamba ile pesa ikiingia ndani ya Selcom Pesa app, moja kwa moja unaweza kuitumia kufanya mambo mengine. Kwa fikiria mfanyabiashara, hela imeingia alafu na mahitaji mengine ili biashara iende, unaizungushia hela papo hapo kwa hiyo haya ni mambo ambayo tumeyazingatia wafanya biashara hasa ukiangalia mazingira yalivyo na jinsi ambavyo sehemu nyingine wanapata changamoto kubwa sasa. Mm. Yes. Alituambia al kwamba kuna ofa ambayo mtaitangaza, sijui mtaisema, labda kwa kumalizia. Yes. <laughs> hapo <laughs> Okay, uh, kwa ofa ambazo tunaendelea nazo Selcom yeah, Pesa uzuri ina mambo mazuri mengi sana mm. Yani ni tamu mwana na sisi kwa sababu wa, kama Selcom tunatengeneza familia kwa hiyo unapokuwa na familia baba, unatamani uvione familia yako siku zote ina afya, siku zote familia yako inapendeza, siku zote ukija baba inatamani kukupokea, umeona kwamba kuna kitu kizuri unakuja nacho. Kwa hiyo Selcom Pesa kwa sasa hivi tuna ofa ya inaitwa tano kwa jelo, ofa ya tano kwa jelo una ina inakuaje, ina baada ya kupakua application yako uh, ya Selcom Pesa ambacho una inakuwezesha ni kwamba unaweza kutuma miamala mitano gharama zetu bado ni nafuu kama ambavyo mnaojua, lakini inakupa uwezo wa kutuma miamala mitano ndani ya siku kwa gharama ya shilingi mia tano. Niulize hapo, maana ina maana kila muamala utakaotuma hautakatwa unapofanya muamala wako wa kwanza mm, bila kujaisha ni kiasi gani cha fedha, eidha unatuma kwenda benki au unatuma kwenda mtandao wa simu wowote ule lakini unaweza ukawa unafanya malipo ma, ma, ma kwenye lipa namba hmm, gharama yetu kubwa ya kawaida ni shilingi elfu mbili mia tano na hamsini. Lakini kwa mfano unatuma milioni tano mpaka milioni ishirini labda ndio unalipa, au unatuma kwenda benki, pale gharama itaonyesha elfu mbili mia tano na hamsini. Pale kuna sehemu ya kitufe ambacho unabonyeza hiyo ofa, unasema mimi nitachukua hii ofa ya tano kwa jelo, unakiwasha kile kitufe gharama inatoka elfu mbili mia tano hamsini inarudi shilingi mia tano mwamala wa kwanza. Ile miamala mingine utakokuja kufanya huku minne iliyobaki, haijalishi ni kiasi gani, hautachajiwa, itakuwa inakuhesabia tu ndani kwanza, saa sita usiku mpaka saa sita usiku unakuwa umemaliza. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo Selcom Pesa inatengeneza familia ambayo tunaijali kwa kiasi jang. Sasa, sasa wa, eh, wa Tanzania, wateja, wenu, kwa kumalizia, unalipi la kuambia sasa Watanzania wateja wenu kwa ujumla? Labda ningeanza um, mwenzangu jambo uh, mm. moja ambalo nafikiri kwa sasa tuko Azam litakuwa lina, lina faida sana akilisikia Yes. um, kuna kitu kinaitwa N card ambayo tunatumia kwenda kuangalia mechi Yes. watu wanafuatilia NBC Premier League kwenda uwanjani kuangalia mechi. mm. Ile shughuli na, na, na ya fundi vipi au unajaza vipi nkadi yangu? mm. inaweza ikawa ni mchakato, lakini pia tumeona hata Kigamboni nkadi inatumika. mm. uh, mwendo kasi nkadi inatumika. mm. nkadi kutumia Selcom Pesa kuijaza ni rahisi, yani ndani ya Selcom Pesa unaweza kujaza nkadi yako usipate na changamoto yoyote. Matukio yake kesho kutwa kuna mechi ukaenda uwanjani wanaweza wakifanya kupitia Selcom Pesa, lakini pia kingine ni kwamba tumevuka boda, mtu anaweza kutuma sasa hivi pesa kutoka Selcom Pesa kwenda Kenya kwa makato madogo kuliko lakini pia kwa haraka kwa maana kwamba pesa inatoka hapa inaingia Kenya papo hapo, alafu rate yako ni ndogo kuliko sehemu yote. Na uzuri ndani ya Selcom Pesa unaonyeshwa, unataka kutuma shilingi ngapi, milioni moja. Itakwambia Kenya itafika kiasi fulani, je, ni sawa sawa na invoice au kiasi ambacho kwa umepangilia kutuma. Una confirm pesa inaenda papo hapo. Mm -hmm. Labda mwenzangu amalizie kwenye swala namna ambavyo wateja wanaweza kutupata. Okay. Selcom so, Pesa uh, wateja wetu kwanza mjue kwamba tuna ni huduma masaa 24. Ukipata changamoto yoyote na namna gani ambavyo umekutana nayo, unahitaji kuitatua kwa haraka, wewe tutafute tu, uh, tunazo namba za simu ambazo ni 0800 784 888. Lakini tuna namba nyingine ya 0800 Uh, saba moja nne nane nane nane, namba mm hizi -hmm. Ukipiga ni bure, unaweza kutupata masaa 24 na pale kwenye application inaonekana unapofanya application. Lakini ukienda kwenye mitandao eh, mm -hmm. ya kijamii yote mm -hmm. YouTube, Facebook, X mm -hmm. Instagram, LinkedIn utatupata kwa

Ah, wniweradhi ah, <laughs> hey, sana Shumbana Walwa mm, mkuu wa kitengo cha masoko Selcom, lakini na sijaona Malosha, afisa masoko mwandamizi kwa Selcom ah. <laughs> pesa kupitia Play Store au App Store kujisajili mwenyewe, unachohitaji ni NIDA namba. Selcom Pesa, makato madogo kuliko